Is... baada ya majonzi ya miaka 14 hatimaye ni afueni kwa familia ya Steven Munaho mwanao ambaye ameponea kuuawa nchini Saudi Arabia. Kila wakati nilikuwa naambia Stevo, oh, baba utarudi. Utarudi and alikuwa anajazia kwa kusema kwa wakati wake Dorothy Angali anashikilia kwamba mwanawe Steve Munyako Abdul Karim hakuwa na njama yoyote ya kumwangamiza marehemu Abdul Halim Mujahid ambaye alifariki kutokana na majeraha baada ya mzozo kuibuka wakiwa kazini Saudi Arabia. Mamake Stevo akitoa wito kwa ubalozi wa Saudi Arabia kumkabidhi stakabadhi za usafiri ili kukutana na kufariji na familia ya mwenda zake Abdul Halim Mujahid, licha ya juhudi hizo kugonga mwamba tangu mwaka 2021 mwanao kufariki. Nione mjane, nimwombe, nimwambie mama, binti yangu, because yeye ni umri wa mtoto wangu au mdogo. Sasa nafikiri uh, Mjahid marehemu ndi alikuwa rika yake. Familia ya Steve Munaho Abdul Karim ambayo ni ya Kikristo, ikisema kwamba imekubali uamuzi wa kubadili dini na kuwa Mwislamu wakati alipokuwa gerezani akisubiri kifo. Kubadilika kwake hakunishtui because vile nimesema, hata babu yangu alikuwa Mwislamu, ya? ya yeah? Mimi ni Mkristo, nimelelewa Kikristo, naamini Ukristiano, lakini pia naamini kuna dini zingine ambazo ziko na nguvu zake.

You don't know what else to do. Baraza kuu la SUPKEM likisema kwamba limedhibitisha kwamba Stevo Abdul Karim yuko kwenye harakati ya kurejea nyumbani. Seth Olale, runinga ya Citizen.